Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TVE Habari na sasa tuungane naye Sofia Amani kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari katika biashara: waziri wa fedha aishauri EADB kuchochea zaidi ukuaji wa maendeleo kanda ya Afrika Mashariki. Asante sana Miriam Mlaponi, na mtazamaji wa TVE. Kwenye habari za biashara leo, tunaelezwa kuwa Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari ameishukuru Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB kuongeza ubunifu katika kushirikiana na serikali pamoja na sekta binafsi ili kuchangia katika maendeleo ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ametoa ushauri huo jijini Dodoma alipokutana na kuzungumza na uongozi wa benki hiyo kuhusu masuala mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na fursa za ushirikiano kati ya serikali na benki hiyo katika ofisi za Wizara ya Fedha Treasury Square. Aidha, ameshauri benki hiyo kujitangaza ili kuwawezesha wananchi, hususan sekta binafsi, wawezi kutambua fursa mbalimbali mbali zinazopatikana katika benki hiyo. Benki hii bado ni benki muhimu, tukiweza kuitumia vizuri, pengine ukanda huu wa Afrika Mashariki ungeweza ukawa ndio ukanda wa mfano katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Ile kasi ya maendeleo kutokana na mchango wa benki yetu ikionekana vizuri, then tunaweza tuka, tuka, tuka mfano ndio wa mfano, kwasiwaje kujifunza kwetu dwajifunze i kwenye ukanda wetu na wale wengine vilevile. Kwa upande wake, mwenyekiti wa, wa bodi ya wakurugenzi wa benki ya maendeleo ya Afrika Mashariki EADB Dr Charles Mwamwaja ameeleza lengo la benki hiyo kuwa ni pamoja na kuchangia katika kukuza maendeleo ya kiuchumi na wananchi wa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki. Private sector pia waweze kuelewa kwamba kuna hii window, ni benki ya maendeleo, lakini mara nyingi na navisadi watu wanafikiri ni serikali tu peke yake lakini hapana, yupo fursa pia ya private sector, kama wana miradi ambayo ni bankable. Na kaimu mkurugenzi mkuu wa benki ya maendeleo ya Afrika Mashariki EADB Bernard Mono amesema kuwa benki hiyo ipo tayari kuendeleza ushirikiano na serikali ya Tanzania katika miradi ya maendeleo ili kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika sekta mbalimbali mbali za uzalishaji. Jukumu la kuanzishwa benki tokea mwanzo ni kuchochea maendeleo uh, katika, katika nchi wanachama kwa kushirikiana na taasisi za serikali lakini pia na la sekta binafsi. Na kutokea benki imeanzishwa, kwa kweli imefanya vitu vingi, sio tu hapa Tanzania lakini katika nchi nyingine pia wanachama. Kuna miradi mingi hapa Tanzania kuanzia mwanzo miaka hiyo ilikuwa ime, imepata ufadhili wa benki. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema mpaka sasa jumla ya miradi themanini na mbili ya biashara ya kaboni ipo kwenye rejesta na kati ya hiyo, miradi minne imeshafika kwenye hatua ya utekelezaji kamili ambapo utasaidia kuiwezesha nchi kupata mapato na kuimarisha ustawi wa wananchi. Amesema hayo Dodoma Jumatatu Januari kumi na tisa, wakati akiwasilisha taarifa kuhusu muundo na majukumu ya Kituo cha Taifa cha Kuratibu Kaboni, NCMC kwa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya maji na mazingira akieleza biashara ya kaboni inaendelea kutekelezwa katika halmashauri mbalimbali zikiwemo halmashauri za wilaya ya Tanganyika, Kiteto, Karagwe, Uvinza na Mbulu. Kwa mujibu wa Mhandisi Masauni, biashara ya kaboni ni mfumo wa kiuchumi unaoruhusu uuzaji na ununuzi wa viwango vya kaboni na lengo lake ni kupunguza gesi joto greenhouse gases angani. Miongoni mwa faida zinazotokana na biashara ya kaboni ni kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na uhifadhi wa mazingira, kuimarisha a uchumi, maisha ya jamii, sera, teknolojia na ubunifu. Waziri Masauni ameongeza kuwa kutokana na biashara hiyo maendeleo mbalimbali yamepatikana, ikiwa ni pamoja na kurudisha uoto wa asili, kujenga majengo ya kutoa huduma za kijamii na kuchochea upunguzaji wa hewa ukaa. NCMC kina majukumu mengi, ikiwemo kuratibu maswala yanayohusiana na biashara ya kaboni na usimamizi wa gesi joto kwa kufuatilia na kutoa taarifa kuhusu mwenendo wa uzalishaji wa gesi joto na biashara ya kaboni nchini. na mabalozi wa Umoja wa Ulaya wanazidisha juhudi za kumzuia Rais Donald Trump wa Marekani asiwawekee washirika wa Ulaya ushuru mkubwa, wakati wakijitayarisha na hatua za kulipiza kisasi endapo ushuru utaongezwa. Siku ya Jumamosi Januari kumi na saba, Trump alitishia kuyapandishia ushuru mataifa sita ya Umoja wa Ulaya pamoja na Norway na Uingereza hadi pale Marekani itakaporuhusiwa kukinunua kisiwa cha Greenland. Mataifa hayo ni Denmark, Sweden, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi na Finland. Mataifa makubwa ya Umoja wa Ulaya yamekiita kitisho hicho cha Trump kuwa nehiliba. Viongozi wakuu wa umoja huo wanatazamiwa kukutana mjini Brussels kwa mkutano wa dharura wa kilele siku ya Alhamis kujadili hatua za kuchukua. Mojawapo ya hatua hizo ni ushuru wa euro bilioni tisini na tatu kwa bidhaa za Marekani unaoweza kuanza kazi tarehe sita Februari baada ya kusitishwa kwa miezi sita. Asante sana mtazamaji, na Miriam Mlaponi, hayo ndiyo aliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Nikushukuru, kushukuru sana so fia Amani kwa habari za biashara, mtazamaji. ni tv habari, mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tuzitazame habari za kimataifa. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari, na katika habari za kimataifa zaidi ya watu 30 wafariki dunia kwa ajali ya treni nchini Uhispania.